Kutoka Dodoma, Tanzania, na rejea katika taifa la Kenya, hasa katika eneo la Karen, aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amemshutumu Rais William Ruto akisema umoja wa viongozi wa upinzani utahakikisha anahudumu kwa muhula mmoja pekee akiongeza kuwa wao sio wapinzani wakuu wa rais Ruto ila ni Wakenya. Katika kikao na viongozi wengine wa upinzani akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, viongozi hao wamekubaliana kushirikiana katika chaguzi ndogo na kuwa na mwaniaji mmoja katika kila eneo bunge au wadi ambazo chaguzi ndogo zinatarajiwa kutendeka. Kando na hayo wameahidi kuelekea kumfariji Mama Aida Odinga kutokana na kifo cha hayati Raila Odinga siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo nilikuandalia hapo awali. Chaguzi ndogo zinapotarajiwa kutendeka mwezi huu katika maeneo mbalimbali nchini, viongozi wa upinzani wamejitokeza na kushikilia kuwa kama muungano wa upinzani watakuwa na mwaniaji mmoja katika kila eneo bunge au wadi, wakishikilia kuwa watadumisha umoja ule, ili kuhakikisha hata katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 watafanikiwa kuwa na mwaniaji mmoja wa wadhifa wa urais.

Na kutokana na usemi wa Rais William Ruto kuwa katika uchaguzi wa mwaka 2027 hata kuwa na mpinzani mkuu.

Bring and end the era of bravery and corruption. Kando na hayo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameweka wazi kuwa siku ya Alhamisi wataelekea katika eneo la Bondo ili kumfariji Mama Ida Odinga baada ya kifo cha hayati Raila Odinga Alhamisi ijayo. Uh, familia ya ndugu yetu marehemu Raila Odinga wametukubali twende angalau tukapia, tukawambieni pole, kwa sababu zote twaelewa kwamba kwa sababu ndugu yetu alikuwa meseka, amesema kwamba haziko haraka iwezekanavyo. Hatukupata nafasi. Marafiki wa Raila wengi wameamua tutaandamana. Wale ambao wako na nafasi twende tukamwambie mama Aida, kijana junior, anko yake uburu, sister dad, um, anti yake Ruth na wale wengine kwamba bado tunasimama na wao.